Unajua nini ndugu zangu? Ndio. Yeah. Shughuli za kibinadamu zimekuwa zikiathiri sana mazingira yetu. Kama zipi kaka? Hususani hili swala la ukataji miti ovyo. Watu wengi wamekuwa wakikata miti ovyo kwa ajili ya shughuli mbali mbalimbali. Kama zipi kaka? Zikiwemo kilimo kwa ajili ya kutengeneza mashamba mapya. Mbao kwa ajili ya ujenzi. Kuni na mkaa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Ni kweli, na ndio maana mvua inasumbua kunyesha na joto kuongezeka duniani. Sasa wewe unadhani natakiwa tufanye nini kuepukana balaa hili? Mimi nadhani serikali kwa kushirikiana na wananchi ingeunda sera mpya ya utunzaji mazingira. Sera hii ikitekelezwa kwa kutunza mazingira yanayotuzunguka na kupanda miti mipya, ili tuweze kurejesha uoto tulioupoteza. Ni kweli, tukifanikiwa kutimiza sera hiyo, tutarejea zamani kwa maana mvua kunyesha kwa wakati, joto kupungua na kupata hewa safi haswa. Unalionaje hilo bwana Nguya Nguya Ndamu? Nguya nguya vipi kaka, mwana sikuelewe.